Singida gani? Unaona sikio yangu ambaye mdogo wangu umeona hii. Simba tumetoka katika jukumu kubwa la kutetea mpira wa Tanzania, alafu nyinyi waandishi mwe na shukurani Simba kwa sababu inapambana kwa kutetea nyinyi pamoja na Tanzania wote. Simba angechukua ubingwa nyinyi wote mngepata sifa, waandishi wa Tanzania wamepambana mpaka Simba amechukua ubingwa wa Afrika. kuna muda muwe na shukurani hivi nikuulize, swali kati ya fainali anaocheza Simba na Yanga nani mzembe? Zote zilikuwa ni fainali, nani mzembe? mzembe kwenye nini? Hivi unashinda ugenini unacheza kwa Mkapa uchukue, ubingwa si uzembe?

Si Yanga anaweza kutetea si fitina. Yanga si wazao kutupanga. Tunajua. Yanga si wazao si kutupanga kutudanganya kila siku. Wametudanganya kuna cheo cha mwenyekiti wa vilabu. Kumbe sio cheo ni cheo cha Buba. Kile sio cheo. Hamna cheo cha mwenyekiti wa vilabu Afrika. Si injinia tunamfahamu. Viongozi wakuu wa Afrika wote walikuwepo katika mchezo wa fainali wote. Nisikilize. Viongozi wakuu wa Afrika walikuwepo katika mchezo wa fainali. Waliobakia wote waruhusiwi kwenda sio vyo... sio viongozi. Cheo Darula, cha Buba. Nani? Na nani Zarura hivi kampa nani Zarura? Nani kampa? Majukumu mengine. Taarifu wewe, wewe alikwambia. Alikwambia kama majukumu mengine. Sikiliza. Tunapoongelea kafu, tunaongelea mpira wa Afrika ndio mwisho chocho cha mwisho. Tunapokuita wewe mwenyekiti wa vilabu wa Afrika, wewe ndio chocho chako cha nini? Cha mwisho wa vilabu, si ndio? Mani... No, nisikilize. Tunapomwongelea mwenyekiti wa vilabu ndio chocho cha mwisho, si ndio? Tunapongelea fainali za Kafu, kuna fainali mbili tu. Klabu bingwa na shirikisho, si ndio? Kwa hiyo kwa tukio kubwa kama lile, litakiwa rais wa vilabu awepo. Na... No no, acha kutumika, tulia. Listen to me. Nisikilizeni. <laughs> Nakumbuka fainali imechezwa katika ardhi ya Tanzania ambayo ardhi ndio ipo rais wa vilabu. Kwa nini rais wa vilabu asiwepo? Sababu gani? Lakini mliwaambia kwamba mwahitaji kwenye mechi yenu? No, mimi hatujawahitaji Yanga, ila rais wa vilabu lazima awepo. Usalama gani? Sisi sisinisikilize, mtu wa kwanza alochochea, makamu rais wa Yanga, mtu wa kwanza aliochochea ya mambo kaisi. no, waandishi amna utani kwenye mechi hizi, hizi mechi hazina utani. Kafuatilie kauli ya ya makamu wa rais wa Yanga, alisema nini? nani? Sikiliza, sisi hatutaki mambo hayo ma... iko cheo cha makamu wa rais ni mwenyekiti. Hakuna cheo cha buba, hakuna. Iko cheo, hakuna. Nisibitishie, sibitisha. Rais wa Kafu yupo, ndio yupo, ndio kachaguliwa, yupo usepe kwa mkutano mkuu, yeah. Wakafu, ha, mwaka gani? Hatujazaliwa kipindiko. Sikiliza. Wao lipiga mjumbe. Mjumbe gani? Kiko cheo cha buba, hakuna cheo cha mwenyekiti wa vilabu Afrika, hakuna. Kwa nini yasiwepo? Kwa nini? Kwa nini ajaje? usalama gani? kombe la nini? No, kombe la ni ni nini lile? Nani katishiwa? Waliopigwa wanakuwa wezi wa simu, waliopigwa siku zote wanakuwa wezi wa simu wote Hamna wezi wa simu, ameiba simu ndo amepigwa. Kwa nini tusikupige kisa amevaa jezi ya Yanga? Inavyoonekana nyie mnatengeneza vitendo ambavyo vinaashiria kupotea kwa amani. No, hakuna. Mwizi anapigwa pigwi. Ngoja nikuje sana. Mwizi apigwi. Atoonaje wezi anapigwa? No, wapi? Saa ngapi? Hakuna. Nyinyi acheni kupotosha umma. Acheni kupotosha umma nyinyi wana habari. Kazi ya habari, ngoja, ngoja nikupeni elimu. Education, free education.